na mzee wa danga che pasi milioni pasi mia mia pasi buku buku tupo naye hapa, habari nyingi za kimichezo ambazo zimetokea katika mitandao ya jamii na nje mipaka ya Tanzania. Kwanza, pasi milioni kwema? Ah, fresh mambo na taradadi kama unavyoyaona, ndugu yangu. Na mshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Nipo ndugu yako Baroza Grant mm, nikiwa na afya njema tele kama ulivyoniona, ndugu yangu. Leo nipo tawi la Magomeni mpira pesa mm. Eh, nimekuja kumtembelea ndugu yangu Shabani mzee wa mpira pesa ya. Kwa ha, kama kawaida tunaendelea mdogo mdogo mdogo wangu mdogo mdogo, mambo tena, ashaingiliana tuna Kwaresma tuna Ramadhani hmm. neema juu ya neema tukakangu hapa eh. Kuanzia moja ya kauli ya Haji Sande Manara sisitiza, leo atuchezi, atuchezi mechi hata siku moja. Ni mechi ambayo ishapita, wao wanaangalia ratiba za mechi nyingine. Umepokea kauli ya Haji Sande Manara? <coughs> <coughs> <coughs> aliyotezavbana namshukuru sana Mwenyezi Mungu Mungu wema, nawashukuru sana wana michezo Tanzania nzima, Afrika mashariki na kati na duniani kwa ujumla. Kwa nini nasema duniani kwa ujumla? Wapo wana michezo mbalimbali wana simba wenzangu ambao wako, wa eh, wa wako nje ya Tanzania, vimbwanga kama hivi na vienjo wanavisikia. Kwa hiyo eh, ndugu yangu bwana, unaponiulizia swala la nani umesema mi mara nyingi ule uwaga simfatiliagi tu maneno maneno yake make kama kama komedi komedi fulani. Na kwanza mi, bwana, kwa kifupi, nawashukuru sana bodi ya ligi nawashukuru sana na TFF Wallace Karia kwa ujumla na jopo lake lote lilivyo bila kumse, kumsao, msemaji wa, wa, wa, wa TFF. Tf ndimbo ndimbo. Ndimbo yuko vizuri yuko faa huku, bodi ya ligi naye, kama kawaida, kaka yetu Boimanda msemaji wao, nao wako vizuri, wako faa, wako moto kwelikweli wanakwenda kwa nyakati, nyakati zikienda hivi na wao wanakwenda hivi, wanafuata maelekezo ya hivi anakwenda hivi. Sasa huyu unayenitajia una mimi mimi, katika kumbukumbu kumbu zangu, lazima nikuambie ukweli, huyu jamaa unayemtaja mimi alishaanza kunitumbukia nyongo muda mrefu, baada ya kutamka kauli yake kwamba kwa watani kwa kule wenye akili wawili sasa aliposema kule wenye akili wawili, mi mama yangu naye utopolo. Sasa kama mama yangu utopolo naye hana akili wakati kamzaa, pasi milioni kweli mama yake pasi milioni, leo hii aonekane uko utopolo afa ana akili. Tangu pale tu kwa kwa mimi nikaona ujamaa fire hata kwa kulumagia. Kwa hiyo unapoongelea habari zake, mimi sitaka hata kabisa kuzisikia. Kwanza nilishangaa sana kusikia kusikia subodi ya ligi si TFF wamemfungulia kipindi huko kwetu, kipindi kile alileta sahama, akawa miaka mitatu sisi tunaopoteza poteza mataji, yeye akawa anatembea na malaptopu, akawa analeta maneno chonganishi kwamba huyo, kipindi kile t alikopo malinzi ule, huyo si mwaya, yani alikuwa analeta kama mambo fulani ukabila, ukabila mpaka wale kipindi kile wakamfungia Karia, maskini ya Mungu, kwa huruma yake wema wake ukamponza blo kunguru afugiki na chizi wa poni. Una maana gani? Pasi milioni Karia alitaka kuleta roho ya huruma aseme amfungulie yule, sio akumfungulia kwenye mpira yule, mizali wa shamanua kwenye football litakiwa ikae vile vile, ubaye ubwela ukae pale pale. Yule manganyu manganyu, hana nidhamu, hana kauli thabiti kwa watu, kinywa chake hakifai. ya Yaani, ni pamoja wote tumezaliwa mjini kama anavyosema gana yeye, mimi nimepata bahati vile vile ya kuzaliwa mjini, tena Ocean Road jirani na Ikulu ile na mimi katika watu waliopata kula bahati ya mkate wa sia, mi nimekula mkate wa sia, nimepaka mafuta fulani, alikuwa anaitwa ayu. Mafuta hayo hayo perfume hayo hayo bro, kwa, pamoja na kuzaliwa kwetu mjini, lakini ule mwezetu amezidi, ana maneno fulani sio ya kibinadamu, sio ya kiwana michezo, chonganishi, kila anakokwenda alituchonganisha sisi, na katika kumbukumbu kumbu zangu mimi maneno yake yale ya kusema kwamba tulikuwa tunaonewa sana na, na, na, na, na TFF kipindi kile cha, cha Malinzi ukawa ugomvi, ndio pale chanzo cha baadhi ya mashabiki wa Simba kuanza kuchania na ma, majezi na mashabiki wa Utopolo, chanzo alikuwa ni yeye, kama watu walikuwa waelewi hilo kiflani kwenye mpira kwa Malinzi alipomfungia kufanya makosa. Sasa Karia, sasa wema umemponza kwa kitendo cha kusema amfungulie, ndio haya yaliotokea na mimi sidhani kama kweli yule kafunguliwa yule, sio wakumfungulia yule. Kwenye mpira atuachie kwenye mpira, si wenyewe tumezoea mpira wetu jisiulivu leo. Huyu anaweza kusema maneno o oh, hatuende uwanjani. Yeye anaongea mambo mengi. Mimi bro nimepata bahati kuiona katiba ya ndugu zetu watani, katiba ya Afrika. nimepata bahati kuiona kuelekea kwenye mikutano, kwenye mikutano aa wazidi watu sita mpaka saba kama sisi ndio mikutano wao. Hakuna sasa hivi wamehesabiwa, uwe katibu watawi, uwe mwenyekiti, mwe kazina, si una nani, kama watu watano tu, ndio kila tawi linapeleka watu watano. Yeye anapoanza kusema oh, tunataka tudishie mikutano kwa ajili, yani analeta kama chonganishi fulani kwa mimi. Nachotaka nimwambie wale askaria, kama walimfungulia huyu, waangalie adhabu yake, kama ina staili tena, wa mchinje wa mchinje. Sisi bwana, kwenye mpira tumezoea fair player, tumezoeana wenyewe Mimziwamipasi milioni hivi unavoniona ne mbona mi marafiki kule awatani wa, wa, wa, wa, naelewana nao vizuri, maisha yanakwenda. Eh, watu wa football kule wapo, na ndivyo ilivyo mitaani huku, tupo tunaelewana, tunashibana ndoatu, tunapiga stori ya kuzikana, lakini yeye bado analeta vitu chonganishi na mimi ni nice hata lile basi kutoka siku zile kutoka kule sijua Vic Town nafikiri yeye ndo alikuwa analiendesha lile basi mpaka Bunju. Amini, si amini usiamini. Twendeni mpaka huku. Yule anaweza. Mimi nakwambia yule anaweza. Yule hajatulia, hajatulia. Si amini usiamini. Kama itapigwa picha ndani ya basi, kileta picha yule atakuwa ndio analiendesha lile basi. Mimi ndio na imani hiyo mimi mzoe wa pasi milioni na imani yule basi atakuwa ameliendesha yeye. Yule anaweza, yule anapenda mambo kama yale. Mi nakwambia blo, vitu fulani vya kimiaushe vya kichale cha pringi cha mnene cha mwembamba. Kwa nini nasema hivo? Yule kipindi kile alisema babla sio babla, ndo nasababisha mimi nitoke, akajifanya analia eh. Juzi kati hapa nasikia eti ugomvi tena, uko na master plan ma diploma try again sio. Mimi nikashangaa nikasema huyu vipi bro? Yule hajatulia hajatulia na kauli yake, na kwanza mimi bwana, siku nyingi sitaki kuniuliza vitu vya yule jamaa bwana, mimi sitakagi kabisa kuniuliza vitu vya yule anamtaka rais wa TFF wale sikali ya ombi radhi klabu ya Yanga Africans Mwendazimu. Yule wewe Karia, akamuombe msamaha yule? Yani Karia anaanzaje kumuomba msamaha yule mm? Yaani Karia akaya amuombe msamaha yeye yule, yeye nani? Yeye nani kwenye mpira, yeye nani? Alikuwa yuko kwenye mpira? Simba tumezidi kwenda hilo, tumezidi kuhamasishana uwanjani, tumezidi kuja uwanjani. Kauli zake alikuwa anajua sisi labda uwanjani atufike hapana. Simba ni watu wa football. Tunalielewa ili Simba kwamba mpira unachezwa kwa no staili gani. Ndio mwaka huu mwaona tumekuja na staili yetu ya ubaya ugwela. Bro. Karia amesema Karia afanyaje? Karia ombe radhi Yanga African. Kwanza yeye ndio lipasha aombe radhi wana Yanga wote kwa kauli yake ya kusema Yanga Afrika wenye wenye akili wawili. Mimi hadi mamangu anamuona ana akili yule kweli anafaa yule. Kwenye mpira yule afai hata kwa kulumagia. Mimi amenikera kwa kweli, kauli zake, ana kauli chonganishi. Mimi ningekuwa rais wa TFF, kwanza timu iko Moroko, timu yetu ya taifa, kabla timu hajarudi yule, tayari imeshamfungia hata kuongea habari za mipira. Kwanza ningeona media yote ambayo inamfuata yule kwenda kumwoji, sitaki hata nione kwenye mipira yetu ionekane. Afai yule chonganishi, bro. Sisi ndio tunajua yule, sisi alituchonganisha mpaka na TFF mpaka na bodi ya ligi ikawa sisi sasa, akili yetu hatujui kwamba tuna wachezaji wenye kiwango cha ali zofulo, akawa yeye analazimisha kwamba tuwe tuna imani kwamba TFF hii sio yetu, kumbe tofauti. Namshukuru sana mwekezaji wetu, nashukuru sana viongozi wangu wakaligundua hilo, wakatuletea wachezaji wenye quality ya hali ya juu, ndio hii ambaye sisi Simba Sports sasa hivi inatupa mafanikio. Tuna wachezaji wenye quality ya hali ya juu ya, ya, ya, ya kucheza na timu ya aina yoyote ile bro ajiuzuru Karia, ajiuzuru mtu aina yote katika mpira huu, mpira letu linaendea vile vile kakaangu. Mmoja kauli ya mwenyekiti kama Young Africans ameenda kasi, itakuwa ni vichekesho kwa maana hukumu bado haijatolewa. Ah, Mguto mimi namheshimu Mguto, mzee wetu Mguto namheshimu kwenye mpira, mzee wetu au ana kauli au thabiti, anaujua mpira wetu uko vipi. Mguto kama kaongea, mimi tena ni nani niongee? Baba Mguto kamaliza kila kitu. Sasa mimi naongea nini tena, ndugu yangu eh? Sina cha kuongea tena hapo. Kwa mengine yote namwachia na tu Mwenyezi Mungu, kakaangu. Hapa mengine siwezi kuongea kitu cha aina yoyote, kakaangu. Sasa mi sijamwona Mpanzu anacheza na watani, nahamu namu ya kumwona Mpanzu na watani itakuwa naye nzuri, na, na kauli yake kama hivyo ndo nzuri. Sisi ni watu wa football, kwao tukicheza mechi ni jambo vilevile zuri, kwa sababu mimi mpaka leo bado nazo tiketi eh? na, eh, nazo zile tiketi za dabi ah, sasa sijaonekana si bodi ya ligi wenye mpira wao wamesema mechi hakuna. Sasa kama wao wamesema mechi hakuna, mimi kichwa changu kibovu hadi niende uwanjani nasema ulikimbia dabi yeah. ah, mimi nafuatisha bodi ya ligi mm.

iko kwenye kuandikisha wapiga kura. Tumeandikisha wapiga kura kama unavyoona, mimi mmoja hapo katika watu walioandikishwa wali na zoezi liko vizuri, linaendelea vizuri. Kitu hichi hapa nilikuwa nacho cha miaka mitano ya nyuma, lakini kilikuwa kimeharibika, nikafika nikawapa taarifa, wameniorodhesha tena, nipo kwenye daftari. Kesho kwa Dar es Salaam ndio siku ya mwisho. Wajanja wote wamejiandikisha, wewe nani usijiandikishe? Tena mwambie mzee Mbuto naye kaandika akaelewe kwa bwana, mimi kama Mzee Mbuto kaongea mimi, mm. nasema nini tena ndugu yangu, sina mambo mengi kivile, nasikiliza yanayofuatia. hata kesho hata kesho, mm. kesho Jumapili mm. kutoka zetu kwenye ibada basi ichezo na, uongozi wangu sima mimi naelewa ile, ya na Afrika, hapo tayari basi milioni. A, kama wako wao, sasa mie hiyo tena inihusu mm. na wenyewe nao wameona mbali hivyo. kwa mfano kama elimpanzu yule ataenda kukabwana nani pale, wao unafikiri wale nao hajui nacheka naangalia, mashine ile kambali na watoto ile mashine nyingine baba, ili si tunajielewa, tumejipanga, tuko vizuri mno, tunajielewa sana sana, wana Simba. Kwa hiyo mengine sisi tunamwachia Mwenyezi Mungu, na anachotaka nimwambie tu mguto na bodi yake ya ligi, kila jambo, huwezi kumridhisha kila mtu kwa sababu yeye si wa zana ya magharibi, kwa hiyo yeye si wa zana ya magharibi, kwa hiyo hawezi kumridhisha kila mtu. Wafate taratibu na sheria na kanuni, zinasemaje basi kipigwe. Hilo ndo ombi langu mimi kwa Wanasimba, na kama unavyojua tena e, pira letu watu wanapenda liwepo, kama unavyomwona dobi vile, unampelekea nguo chafu eh, anakusafishia lakini mara yote kwa yote unamwachee anaendelea na mikono yake kuwa safi, anakupa kitu chako kilichokuwa safi. Kwa hiyo ndo kama mimi nachotaka kumwambia tu mzee wetu Mguto, wasimamie taratibu ta, ta zote, kipigwe. Si tunakitaka kipigwe? kama walikuja Bunju kutufata, wameshikwa na kigagamizo gani na kizungumkuti gani? Kana kwamba sasa hivi wanasema wasije tena uwanjani, basi haya uwanjani kama watakubali Kip Dennis elimu panzu awatocheza, nafikiri ndio wanaogopa <manyangu> na hisi, ndio wanaogopa shangalia. Kip Dennis kashaanza kufunga, Kip Dennis kashaanza drill machine, elimu panzu kibisaware kashaanza balaa lake. Nafikiri washagundua kwamba mbele ya safari So, kuzuri basi hawa wawili hawa kib Denis B2 bomba silaha moja ya Amerika kibisawala drill machine, hawa wawili hawatocheza. Kwa hiyo kumi na moja tutampeleka barua saba tutampeleka propela machine lada kiche sana, waje uwanjani walete timu sasa, tutatuambia kama watataka mkwala acheze daisi, mkwala atamogopa malaki, kashanza kashanza mavitu yake kashaondoka na mpira kule Arusha. Teba wanasema wana bomu lao ahaanau Kangalua. <laughs> kuisha habari yao wale, hawana kitu bwana wewe. Hawana kitu. Wamefeli, wamefeli na wenyewe, mbona wanalijua Luka Kango. Pasi milioni, mimi nataka tuzungumze kuhusiana na mechi ambayo nenda kufuata Simba dhidi ya Almasri, pasi milioni mechi ambayo mnaanzia ugenini, mechi ambayo huo dai kufa makupona Simba Sports Club kwenda hatua inayofuata, hatua ya nusu fainali. Watu wamchezo ya Simba Sports Club kuishia robo. Hatua hii mnaenda kukutana nayo Real Almasri, tunaona mmeshacheza na Almasri Benjamin Mkapa, mlifungwa nenda ugenini, mchezo utakuwa namna gani mcheakua? Ah, kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu na nashukuru sana wana Simba, mechi ya Almasri haitokuwa nyepesi lakini kwa kutokana na technical bench, kwa kutegemea kocha wetu Fadru David Guardiola Mwembamba, saa na imani kwa kikosi tulichokuwa nacho na usajili tuliofanya hapa katikati, naona kabisa manake, kipindi tulicheza na Almasi, kipindi kile muda mrefu ulikuepo tukwepo na baadhi ya wa wachezaji ambao sasa hivi wengi rotation imefanyika kubwa, hawapo kwao. Kama mimi kama mimi mzo mapasi milioni, naona kabisa kule tunakwenda kupata matokeo mazuri, pasi na shaka yoyote. Kwa hiyo sisi kilichobakia wengine pamoja kwamba Mwenyezi Mungu sio baba Aziza, yani kimaanisha kwamba sio baba Aziza, yani Aziza, yani Mheshimiwa ia Kikwete, Mwenyezi Mungu ye ndio mwingi wa rehema. Lakini kwa mimi, kama mimi naona kabisa tunakwenda kupata matokeo pasi na shaka na yote, kilichobakia sisi wanasimba wengine ni dua tuna sala kama kakaangu Amiskondo, Amiskondo, Amiskondo, mzee wa kanzu nyeupe na imani kabisa, naye anaweza kaonekana Misri kwenda kupeperusha bendera yetu, kwa namtakia kila laheri kama yeye atapata bahati ya, ya kwenda, sisi wengine tupo nyuma yetu, kwa nacho nachomtakia kila laheri, afike salama wa salimini, kaka yangu Amesikondo mzee wa kanzu nyoyo, najua tu lazima atakuepo na bila kusahau, ana simba wengine sisi, tulichobakia huko kama tutapata bahati ya kwenda, sawa dua na sala. So, me sio me me mechi nyepesi, mechi itakuwa tafu, mechi itakuwa nzito, mechi yenye umuhimu sana kwetu sisi Simba Sports roborobo tayari tushachoka. Wanasimba, tageti yetu ni kufika fainali, na tukifika fainari tunyanywe hapa, tunyanywe kombe kweli. Mimi bila shaka nalitegemea pasi na shaka ya aina yoyote le. Hata ndugu zangu wamekuwa mbalimbali, wawaendeleze tudua na sala, bila kumsaukakangu kipenzi feli mlisho transpota nikijapatanga mjini tena kwa dc hapo tena ah, ndugu yangu Jafari kubecha huyo hapo DC mkuu wa wilaya ya Tanga mjini, yeye endelee tu dua na sala, na naendelee tu kufanya kazi, na tuendelee kupeperusha bendera ya mama yetu kipenzi Samia Hassan Suluhu. Naona leo ndo ile wiki ya, ya, ya maji eh? yeah, basi mambo yaendelee. Kwa hiyo mimi sina mambo mengi kivile, nachoombea wana simba mshikamano wetu, dua zetu na sala zetu ziwe pale, pale pale, ubaya ubwela uko pale pale, tuheshimu mamlaka za mpira tuheshimu mamlaka tawala ya nchi yetu, tuheshimu viongozi wetu wa Simba Sports. Watakalo tuambia basi, sisi tulifuate, tusikilize maneno ya uchocholoni maneno ya barabarani. Dua na sala ndio kila kitu, tuendeleze Ramadhani Karimu, bila kusahau kwa lesma, tuendelee nayo tukakaangu e, pamoja pamoja.